Huu ni mnada wa hapa Forest bo jirani na, na stendi. Hii hapa stendi mabasi. Hapa pana mnada mao mnakoona, mnada ambao unahudumia watu zaidi ya uh, elfu moja uh. Lakini mnada huu una changamoto nyingi sana, angalia tu hali ya uh, miundombinu wa barabara ilivyo. Mvua ikinyesha eh, haipitiki barabara, haipitiki, maji yanajaa kibao, barabara imeharibika kabisa lakini pia wananchi hawa ambao wanakuja hapa mnadani na wanaofanya biashara hapa hawana choo eh, hawana choo kabisa. Zaidi watu ya watu elfu moja wanahudumiwa na mnada huu, lakini hawana choo, wengi wanajisaidia vichakani. Lakini wakati huo huo, pana matatizo makubwa sana, hata takataka haziondolewi kwa wakati. Takataka kwa sababu hapa mnadani nyingi haziondolewi kwa wakati, wakati huo wafanyabiashara wa hapa wanatoa ushuru shilingi elfu moja kila mtu kila kichwa, lakini umeshindwa kuchimbiwa choo. Hili ni tatizo kubwa sana. Viongozi wa kata Mlowo wapo, lakini pia viongozi wa halmashauri, mkuu wa wilaya upo, mkurugenzi yupo, eh, mkuu wa mkoa yupo, lakini eneo hili kama unavyoona wananchi wanapata changamoto kubwa sana. Oh, wale wanaohusika mamlaka Chongoro, najua unanisikiliza. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya unanisikiliza, wananchi hawa wachimbiwe choo ili wasijisaidie vichakani, watapata kipindupindu, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Lakini miundombinu ya barabara hii irekebishwe, lakini pia takataka ziondolewe kwa wakati, kwa sababu bila kufanya hivyo, maana yake viongozi mnashindwa kutimiza wajibu wenu. Hili jambo hamna mwingine anaweza akalisema. Nimeamua nilisema mimi, kwa sababu nilikuwa mbunge wa nichaa. Tutapaza sauti muda wote. Asante sana.